Naam, mtazamaji wa Trend TV, kama unavyoelewa ni kwamba mmoja, e, kati ya wasanii ambao amepata mafanikio makubwa sana hivi karibuni si mwingine bali ni Mbosso Khan. Mbosso Khan bwana, ni mmoja kati ya wasanii ambao tokea alivyotoka katika record label ya WCB, e, tumeshuhudia mafanikio yake yamezidi kwenda juu. Wait. na hili limejidhihirisha baada ya yeye kuachia kazi yake ambayo inakwenda kwa jina la Room number 3, katika EP ambayo ilikuwa na takriban ngoma sita, na katika EP hiyo kulikuwa kuna takriban ngoma mbili ambazo zilifanya vizuri to the maximum. Huyu Mboso bwana alipata takriban watazamaji wengi, alipata heshima mtaani. Baada ya kutoka katika record label kubwa, lakini kuja kuachia kazi ambayo ikaenda viral, ni jambo ambalo ilikuwa linaonyesha jinsi gani ambavyo yeye mwenyewe ana uwezo wa kusimama kama msanii bila epo na sapoti kutoka katika record label yoyote ile kubwa hapa town. Sasa baada ya EP hiyo ya Mbosso Cane ambayo ilikuwa inakwenda kwa jina la Room number three, kuwa successful tumeona akiwa anafanya show back to back. Mbosso amefanya show za ndani na nje ya nchi, amefanya show za serikali pamoja na show nyingine mbalimbali mbali. Yote hayo ni kuonyesha jinsi gani ambavyo yeye yuko na influence kubwa kiasi gani sasa, kutokana na hizi show, kutokana na streams, views pamoja na harakati nyingine ambazo zinazokuja baada ya mafanikio hayo ya vilevile hata suala zima la kiuchumi nalo lazima litabadilika, au litakuwa ni bora au litakuwa zuri zaidi kwa upande wake. Na hivyo ndivyo mambo yalivyo, na tumeshuhudia hilo. E, Mbosso bwana, kutokana na mafanikio ya IP yake tunajua kabisa kwamba kuna mpunga mrefu sana atakuwa amevuta maana kama unakumbuka vizuri bwana Mbosso alikuwa na stini na takriban show sitini nne ambazo zote litakiwa haziatende ndani na nje ya nchi, kutokana tu na mafanikio ya EP ambayo alikuwa ameitoa eh, nyimbo zake zile za power pamoja na Viola bwana, zilikuwa zina trend kwelikweli. Baada ya mafanikio hayo, bwana Mboso tumeshuhudia akiwa amenunua gari mpya kabisa, habari ambayo sasa hivi ina trend yuko mtandaoni bwana. Ni issue ya Mboso e, Mbosokani bwana kuamua kununua ndinga mpya kabisa, na hii siyo ndinga used, hapana e, bwana ni gari zero kilometa, yani ni mpya kabisa, brand new, ameichana makaratasi yani haijawaigi kutumika gari mpya kabisa ambayo Mbosso ameamua kuinunua, na ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vimewafurahisha watu wengi sana, kuona kwamba msanii wao pendwa akiwa anafanya vitu kama hivi. Kwa hiyo Mbosso bwana amevuta mdinga mpya zero kilometa kwa gharama ya takriban milioni zaidi ya milioni mia mbili na hamsini na hii bwana ni Ford. Yani, Ford ni aina ya ya gari ambayo Mbosso amenunua. na hii ni Ford eh, brandi yake eh, au tunaweza kusema kwamba model yake inafahamika kwa jina la Ford Everest ambayo hii bwana ni ya mwaka huu huu 2025, yani ni latest edition, gari ambayo ni latest kabisa. Sio gari labda eti ya miaka kadhaa iliyopita, hapana, ni latest. So baada ya Mbosso kununua gari hiyo aina ya Ford bwana, ni kwamba peji mbali mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hili swala e, peji mbali mbalimbali hapa zimekuja kuzungumzia hii issue. Kwa mfano hapa kuna peji wamekuja wa ameandika kwamba Mkali wa Bongo Flava Mbosso ameendelea kuthibitisha kuwa mziki wake bado unalipa. Video inayosambaa sasa hivi mitandaoni inaonyesha star huyo akiwa anakabidhiwa gari yake mpya kabisa inayokadiliwa kuwa na thamani ya zaidi ya milioni mia mbili na hamsini. Hii ni mara yake ya kwanza kabisa Mbosso kumiliki gari la kifahari. Hapo awali bwana Mbosso aliwahi kumiliki Prado ishara, uh, ishara kuwa mafanikio yake kwenye mziki yanazidi kuongezeka. Uh, peji nyingine hii hapa, na hapa reporti, na yenye nao pia wamekuja hapa wameripoti, na yenye nao pia hapa wameandika kwamba uh, mwanamuziki wa Bongo Flavor Mboso ameongeza gari mpya aina ya Ford Everest Limited Edition kutoka katika katika orodha yake ya magari, alafu akaelezea hapa kwamba uh, akiwa anapokea funguo e, dada aliyemkabidhi alisikika akisema kwamba zero kilomita, gari la kifahari linakabidhiwa, linakadiriwa kuwa na thamani ya zaidi ya milioni mia mbili na hamsini. Lakini ukiachana na hilo pia vilevile vile kitu kingine ambacho tumekiona huko mtandaoni kuhusiana na sakata hilo la Mbosso kununua gari hii mpya kabisa ni kwamba, hapa bwana, kuna habari hapa imesambaa wakiwa wameandika kwamba eh, mwanamuziki Mbosso baada ya kununua gari yake mpya kabisa aina ya Ford Everest, mtoto wake bwana amepiga dua ili asije akapata ajali. So mtoto wa Mbosokani bwana amemwombea babake dua, ili mradi tu babake awe salama wakati anatumia gari hiyo, asije akapata ajali. Sasa hapa nataka usikilize eh, dua ya mtoto wa Mbosokane mara tu baada ya babake kununua gari hii ya yeah, so huyo alikuwa ni mtoto wa Mbosso akiwa anamwombea dua baba yake baada ya kununua gari hiyo, lakini pia kulikuwa kuna mwingine ambaye kidogo ni mkubwa, yeye pia aliomba dua vilevile vile.

That was beautiful. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau nawe pia weka maoni yako katika comment section tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi Now we